Na, na kwenye taarifa nyingine tunayoipa kipaumbele ni kwamba wakazi wa eneo la Loborngare, eneo la Samburu Magharibi wamefanya maandamano kulalamikia kuzidi kwa visa vya utovu wa usalama katika siku za hivi punde. Aidha, wakazi hao wameshtuma mauaji ya punde zaidi ya chifu mstaafu Bonifas Barasa anaarifu. Katika kijiji cha Kaudan, Samburu Mashariki huzuni imetanda kufuatia mauaji ya hapo jana ya kijana mwenye umri wa miaka kumi na tano. Wazee wakilazimika kufika eneo la tukio kushtumu mauaji hayo. Kijana huyo anaaminika kuuawa na polisi wa akiba waliokuwa wakiwasaka mifugo walioibwa kaunti jirani. Marehemu alikuwa anaelekea college na uh, tungependa kujua kwamba ni sheria gani inatumika, sababu kama mtu sio mwisi, sheria gani inatumika mpaka mtu anachukua risasi bunduki na kupiga mtu innocent? Sisi tunajua sio officers wote walifanya hiyo kitu, ni mtu mmoja alichukua bunduki yake na kupiga huyo risasi tatu akaua, na County Police commander hao ofisas ambaye walikuja jana kufanya hiyo kitendo, ninaomba hatua ishukuliwe. Huzuni inapogubika kijiji cha Kaudan, shughuli za biashara zimetatizika mchana kutwa katika soko la Loborngare, Samburu magharibi, fanyi biashara na wakazi wakiandamana kulalamikia kuzorota kwa usalama <todicultas> <todicultas> na mauaji ya punde ya chifu mstaafu wa Pura. na si tunataka amani, mambo ya vita tunataka isimame Serikali wanaweza fanya anything wakita, wakitaka hata saa hii kusimamisha hiyo vita. Tunataka tutu, tunajua wat, watasimamisha. Kwa hivyo tumeshoka watu wetu kukuva hayo ya kijiri. Msafara wa viongozi kaunti ya Samburu umevamiwa na majahili wa wizi wa mifugo kilomita nne kutoka eneo la maandamano. I can confirm that there was an incident of ambush to VIPs when they were coming to condole with the family, okay. Our officers the attackers and the number was injured. Kufikia sasa watu 11 wameuawa Samburu chini ya kipindi cha majuma matatu katika visa vya wizi wa mifugo. Uvamizi huu unapotonesha makovu wakazi wa eneo hili wanaitaka serikali kuzidisha juhudi ya kuwazima majahili wa wizi wa mifugo wanaozidi kutatiza usalama wao. Boniface Barasa, Runinga Citizen, Loborngare. Gatuzi la Samburu.